Naam, bwana mmoja na kati ya watu ambao waga wanazungumza kuhusiana na mapenzi. Eh, huyu ni mfanya kazi wa clouds pale anaitwa Kani Mbaruku ameamua kuzungumzia inshu ya mahusiano ya Harmonize na Kajala kwamba kuna kitu ambacho amejifunza na ni wazi dhahiri shahiri kwamba, eh, hawa Harmonize na Kajala wamepitia changamoto nyingi, wameachana, wameachana, wamerudiana, wamerudiana, wame eh, kuna mambo mengi ya aibu, kuna mambo mengi mazito, kuna mambo ambayo yangetokea katika kapo nyingine au katika familia nyingine wasingesameheana hata kidogo, ingekuwa ni uadui wa hali ya juu na watu wangefika hata wangefikisha na bali zaidi, lakini kwa upande wa Harmonize yao inaonekana kwamba ni mapenzi ya dhati, kwa sababu pamoja na vizingeti vyote hivyo lakini bado ametafuta sababu tu ya kuwa pamoja, ili mradi tu kila mtu awe na furaha yake eh, kutoka kwa mwenzie. So, Kani Mbaruku amekuja eh, kulizungumzia swala hilo, nataka hapo umsikilize. Kupitia mapenzi ya Kajala na Harmonize nimejifunza vitu viwili, cha kwanza nimejifunza mapenzi ya kweli hapo na wanaopenda chakula rudi pale pale, kwa sababu yule ndio kwa kwa maisha na yeye ndio kwa kwa kwa maisha. Lakini kingine ambacho nimejifunza, tupunguze sana ushauri kwenye mahusiano ya watu. Nimewaza tu sisi ambao tulitoa ushauri kwa Kajala juu ya Harmonize au tulitoa ushauri kwa Harmonize juu ya Kajala, sasa hizo umepatana, naogopa sana wapendana Ya, yeah, so hicho ndicho alichokizungumza Kane Mbaruku. Na kipi cha kusema, hebu na wewe pia tuwekee maoni yako, bwana, katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo utakuwa tunaiona, lakini pia vilevile hakikisha vile una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.